Eh, samtakupa mfano tu mimi, ukija pale mshipa wa moyo mmoja umeziba, ku uchunguzi kugundua kwamba mshipa umeziba milioni mbili, nikikuwekea vile vyuma wanaita stent kuzibua, milioni sita, ni milioni nane, yeah, milioni nane kwa sasa, ipi bora? Kupunguza kula wanga, kwa sababu umesema point moja hapa muhimu sana. watu wanafikia kwamba kula vyakula vya mafuta peke yake ndio vinaanga, pana hamna kitu, hamna kitu hatari kama wanga, hasa asubuhi, chai na slice kama ulivyosema. Mimi sikumbuki hata pande tatu si, sikumbuki hata bei ya mkate kusambaza kweli. I'm serious about it, kwa sababu sikumbuki lini nimekula mkate, chapati, okay. Ndio wanga wenyewe huo, bebe kabaya. Kwa hiyo asubuhi chapati, vitumbua, vitumbua, maandazi tena unasema bwana leo niko vizuri. Napiga vizuri. Vizuri. Ikifika vizuri. Mchana wali, wali. Wali. Yeah. Au.